So, habari gani? Sasa hivi ni jioni na kama unavyoweza kuona niko Forodhani hapa, nataka ku, ku, try night vibe here in Forodhani, so ungana nami tuweze kuona napata nini kwa kwa shilingi elfu tano ndani ya Forodhani. Yeah, naanza na hapa, jinsi gani unaweza kusurvive kwa bei rahisi ukiwa Forodhani, so let's go, ungana nami mpaka mwisho mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Again, be... Mim, mim be... Yeah. So, ungana nami uweze kuona unawezaje kusurvive kwa low budget hapa Forodhani. Hapa nipo na bili ya chapati tuone tutatumia shilingi ngapi kwenye chapati? Ya. elfu tano. Yeah. elfu tano. yeah. tutapata nini Forodhani? Yeah. ksubilia so,

So tuendelee kusubiri hapa. Tunaendelea kusubiri tuone elfu tano itapata nini Forodhani usiku, lakini kwa kule hivi unaweza kaona pale ni Azam Ice Cream. Kwa kule Azam Ice Cream, ya kwa wale wapenzi wa ice cream wanaweza kafika ukanunua

Uzkaye, so oh, yeah, tuone tutaendelea kupata nini zaidi. Asante. Hey, Sheikh. Salamu alaykum. Juisi shingapi? So tunapata na juisi ya mua hapa kama unavyoweza kuona ni elfu moja. Oh, hivi ndio namna gani unaweza survive kwa low budget. Nilikwambia no, ni kumbia, nina elfu tano. Paka, tumia elfu yep. Oh, na elfu tano mpaka sasa hivi tushia tumia shilingi elfu mbili na hii ni nona kabisa, anatengeneza hapo hapo muda huo huo kwa hiyo shatumie shingi shilingi 2000 hapo ndani ya Forodhani, for katika elfu tano imebaki elfu tatu. So tuendelee kuona unapata nini ukiwa na low budget ndani ya forodhani utapata nini? Kiuona low budget utapata nini? Mimi ndio kaona nazokaona hapa, hizi ni chapati zetu zokaona 1500 2 buku ya yeah, low budget katika Forodhani, msiogope kuja Zanzibar. Hiyo ni elfu tano tu naeza ukaspendi. Yeah, nanicekiawei kabisa kaona hapa, naweza kukaa vitu vile pale vile ambavyo havina mtu, naweza Ngoja nikakabe kibarazani au kibarazani afo wezokaona. elfu mbili ndio hii hii, elfu mbili juisi ya mua na na, na na chapati. Kwa hivyo ngoja tukayapa tule, alafu tuone tutapata nini zaidi? So karibuni wakuu, juisi amua, unaweza kuona na chapati. Tunaanza na hii bado elfu tatu katika ile yeah. elfu tano tunaanza na hii yeah. Chapati. Chapati hmm.

So, ushamaliza, tukahifadhi tuendelee na challenge yetu ya elfu tano Forodhani. so, let's go tuone mbele tutapata nini kingine eh, kuimaliza ile elfu tano yetu enzetu <coughs> ya yeah, usiogope kuja Forodhani. Forodhani kuna vitu hadi vya mia tano hapa. Kwa hiyo, kuefika utapata

Nimesikia Zanzibar pizza wapi e, Zanzibar hey? <oport> yeah. yeah. okay. pizza wapi? Ah, uh kule, ngoja tutaangalie zipo wapi Zanzibar pizza? Tunaziona watu kwenye YouTube leo, tukasema ngoja tuje kuona wenyewe. Ah. Na tuone je, natuone Tutasurvive.

So ngoja tuone hapa sasa tupo kwa Mr Pizza tushatoka kule No, Mr Mango Mr Mister... ah Mr Mango Mr Mango. Yeah. Yeah. Mr Mango. Mango Yeah. na huko wewe? Ah ah. -ha. Ah ah. Hapa hapa. Unaonesha Yeah. So ngoja tuone uh -huh. uh, for... we, we, we tano. -tano. Eh unatoaje Aku... Ndio hii bei. Ah kwa wewe wewe unafanya hivi tano Hakuna zile ndogo Unaona bei yake? Eh, naona hapo. Ah, ndio. Mhm mm, sasa hapo hatamua yule baba kwa elfu tano. Ngoja tuendelee na mambo na sehemu nyingine, afu nitarudi kwa Kuf, sababu ni, nafanya hiyo challenge ya elfu tano. Ah, kama tutapata kitakachosalia tutarudi Yep. So unaweza kufika pizza pizza welcome. Pizza ya kizanzibali utaipata kwa shilingi elfu a kwa mistamango lfu m elfu km y yeah. Bei hizi hapak, kuna seafood pizza na zinginezo nyingi. uo karibu Forodhani, tuendelee tuweze kuona tuta survive katika katikai nani zetu nani yetu ni elfu tano utapata nini? kwa elfu tano mishkaki. Mishkaki hapa kuna ya ngombe kuna ya kuku kuna 1000 1000 kwa ya ngombe kuna ya kuku lm una l na mishkaki wa bata 1500 moja mishkaki Okay. So, tunaendelea na challenge yetu ukiwa na elfu tano utapata nini Forodhani? tunaanza Sasa, kibao kwa mfano <tops> <tops> sasa mishkaki unapata kumi, yeah, unapata 10. Kumi. Yeah. Hey, hii unapata mitano mitano, unapata mitano. hili unalipata au hili ulipati? Unapata ndio, huyu huyu <F1> elfu tano yeah. <tops> Eh. hizi

Ya niko na wana hapa. Unaitwa nani she? Ah, mimi Rafana. Rafana. Nani? Rafana. Rafana. Wewe mwenyeji hapa? Hapana mimi. Umetokea hapa? Kusini. Unaona, unaweza kwa ndugu yangu, mimi natokea kusini, mimi natokea Mtwara. Ah, Ah gani? Tuseme Lindi natokea Lindi na Mtwara ndio, yeah, yeah. Yeah. Wale wale so yeah. Unaona kama hapa nimefika nimekutana na Omboy Ligula majengo ya nimekutana na maomboi hapa wako wanakimbiza maeneo haya. Unaweza ukajiuliza umekuwa waje? sio wamekuja na maana mbali, lakini ndio hapo maisha popote, na nimekutana nao wengi, wengine darajani, sokoni na sehemu zingine. Kwa hiyo sasa tunaendelea, elfu tano unapata nini? Tushatumia 3000, elfu tatu tumekula chapati mbili, juisi ya miwa, na sasa hivi tuko kwenye mishkaki. Tuendelee. <laughs> kama kaa. Kuna chips ya chips, chips kavu elfu mbili atashiba yeah, sana. Nataka yai kavu. yai shilingi ngapi? Elfu tano chips kavu elfu mbili na vingine kama hivi ulivyoambiwa hapa yeah. Kwa hiyo ngoja tuone hapa, na ni fresh kabisa unaona, naa wezi kumwa tumbo kuna kuezi hujasema <laughs>

ni yep. kwa hiyo tunaendelea, hii ni mishikaki sasa ya yeah, ng'ombe, mia tano mia tano anipata miwili. Kwa hiyo buku kujimshana, buku tatu ishaenda hapo <coughs> <coughs> <coughs> napo nakuta iko full, full package kabisa <coughs> <coughs> <coughs> So karibuni hapa Forodhani <coughs> <Inyo, ta>, indicha inji retu ukiwa <coughs> <O, kira>, na elfu tano <coughs> utashiba Forodhani mpaka <coughs> zavine <coughs> nishatumia <coughs> elfu tatu.

n uai ii ap k mpaka saivu tumekula elfu tatu bada elfu mbili. Kwa hiyo mkunywa juisi Forodhani hapo mkunywa juisi, imekula chapati na mishkaki. Uwona elfu mbili, tutapata nini huko mbele mbele? elfu mbili, -mbili lobaki Kukifika usiogope shehe, usijue ukajifungia tu chukwani utashiba. Yeah. Ah, usijue apa njoo utashiba. Shukrani. Na hapa una, una tofauti nini? Ah, hapa weo unaona kabisa. Kabisauko hmm. vyakula ja, vya aina tofauti tofauti na vyakula ja, ni vingi <laughs> Hapa mimi niko na challenge yangu ya elfu tano. Nimebakiwa na elfu mbili, nimebakiwa na elfu mbili. Nataka nione elfu tano napata nini, kwa sababu nimeshatumia elfu tatu bado elfu mbili. Tuanze huku, mia tano mia tano huku, hapa hapa ndio tunafanya Eh, unaona hizi taa za tambo sana yeah. za wavuvi zile zipo, yeah. yeah. karibuni Forodhani tuende kazi yeah. hapa yes. hapa moja, mm. hapa tunatokaje sasa, hapa bwana, huku yeah. si kwanza ni elfu moja na hapa aaapa hii ni mix ya ngisi na kweza, kama unaona hii, naona si change yangu isha fuko, siwezi na yeah. hapa si pawezi, naona tu hapa, huku ndo hiyo, ndo yenyewe huko ndo kwa moto yeah. hapa hapa ni elfu kila kimoja hivi vitumbwa vya nini? vitumbo hivi vya mchele Kweli sasahapaimishika kiana yanipashie moja yeah. sibuku elfu yeah. e nne yo nandamshika kwa kuku sasa, yeah. yeah. Tuone buku ilobaki tutapata nini Forodhani? <laughs> kwa hiyo ukifika Forodhani usiogope wewe njoo yako, yeah, unakula, bono, unakula. We, unakula. Yeah, na elfu tano yako utashiba na nauli itabaki. Kavu shilingi ngapi? Unaona? Kavu elfu mbili kama gari yako kavu elfu mbili ani kama tu uko Kigamboni. Ngoja tusubiri hapa tuweze kuona mambo yako, eh, tuweze kuona tutapata buku ilobaki tutakula nini? Chakula, chapati, juisi ya miwa, mishikaki miwili na huu watatu wa kuku, bado kuku hii ndio

So ngoja tuone hapa. Hiyo buku ilobaki tutaenda kula nini? Hapa tunasubiria ya yeah, huu hapa i bwana milioni moja, milioni moja. Milioni. Na laki nne bei zinabegwa. So unaweza kuona huu msikaki hapa, bado wa moto. Unaona sio, unaona huo mvuke unaotoka? Kwa hiyo bado tuende na hii afu, tuone buku tuende ah, eh? Hmm? Hmm. So, yeah. Na afu tuone buku tutapata nini. Ah, milioni nne hii maji, hmm. Sio hivi. Sio milioni nne, milioni moja na laki nne

Wewe yeah, tuangalie na hapa huku mm, so yes, yeah. Sianad mm. Unyama maini ya yep. Yeah, yeah. So buku lo baki tutamalizia mishikaki ya maini ni, si mia tano? Mia tano. Yeah. Ah, nipe mimi miwili ka meweza kuona hapo, kwa elfu tano kwa elfu tano tu unaweza ukala una na ukashiba Forodhani ya tumemaliza. Na pilipili mingine tu natafuna ba, unaweza ukaona yaa, elaya emaini So, mm hivyo -hmm. to ndi vitu ambavyo unaweza kununua Forodhani ukiwa na shilingi elfu tano. Kama umependa, like video hii, comment, share, subscribe. Ah, yeah, mimi tunakugeta singui usiogope Forodhani.